Kila mtu atatakia toka kitu chochote kwenye mtandao tu ni mchochezi. Nadhani kwenye lugha hizo alizozisema Simbachawene, hizo huenda pengine ndo zilizomponza, sababu nahisi serikali hii inataka watu fulani wenye roho mbaya tu ambao wale hawataki kinachokitakachoonekana ki, ki, kama chenye haki, yaani kile kilichopotoka, uchawa uchawa, ile namna ya kupongeza na vitu vya hovyo hivyo, labda pengine ndo vinavyotakiwa kwa sasa kwa, kwa watu namna namna ya ukamataji, ili mimi nimekwisha mwelekeza IGP IGP, nikamwambia bwana, katika kipindi hiki kwa kweli mimi nisingependa ukamataji wa tofauti. Ukamataji ninaopenda mimi ni ule wa kwa mujibu wa sheria, askari amevaa sare, askari anakwenda report kwa mjumbe kwamba kuna mtu, mimi na jeshi la polisi tunamhitaji tunataka kwenda kumhoji.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 E, kulingana na hali na kasia tunazozipitia Watanganyika, si ambazo taziona kwenye e, wenzetu kule Zanzibar. Sasa nataka niongee hiki kitu, hivi kweli inaweza kuwa sababu maalum ya Simbachawene kutumbuliwa, yani kuzungumzia kule haki haki haki? Sasa mimi nimewaza sana kutafakari, hivi kweli Simbachawene ana, ana, kwa, kwa hiki tu alichokiongea kinaweza kikaa sababu mojawapo, mimi ni, imenipa kutafakari na kuona kwamba kama ikiwa e, kila e, atakaonekana na vina vina vina vina saba vya haki atakuwa anatafutwa kuondolewa kwenye nafasi ili tu wabaki kuwa na roho mbaya watakaokuwa tu wale ambao wenyewe kila palipo e, potoka wao watapasifia wa watapapongeza E, kwa miaka ambayo wataendea kuwepo ama madarakani, basi kuna vilio wa Tanzania au Watanganyika tutapitia vya kulia sana, Watanganyika kwa siku nyingi, kwa sababu sasa kila atakayeonekana kama atajaribu kwenda kinyume na mfumo ulioko ndani ya system hii inayoendelea ya CCM mtandao. Kwa sababu hebu tuwashumu, tuwashumu Simbachawene majaribu kuzungumzia kuhusiana na polisi e, kwamba wanapokuwa nenda kukamata watu wasivae maxi waende tu kwa sababu mtu mwenyewe anakuwa anatambulika, wapiti hata kwenye hatua za balozi za, za mkuu wa mtaa au mtendaji, unapita hapo unajitambulisha kwamba sisi nipoze tunajuana na mtu fulani, inawezekana hata kazi zake anafahamika. Ndio kwa sababu kwenye hali ya yaongea Simbachawene, najaribu kuwaza, naona ni aliyaongea kipindi kijana fulani yule mwenye kipala anaitwa Aloisi alipokuwa ameenda kukamatwa kwa njia hizo hizo hizo hizo za kwenda wamevaa mimax, lakini pia aliwahi kuongea huko nyuma kwamba wasiende wakiwa wamevaa kiraia, waende tu wakiwa na uniform zao wajitambulishe. Baada ya hapo, wawe na barua inayomtaka yule mtu sasa. Sio kila mtu tatakee toka kitu chochote kwenye mtandao tu ni mchochezi. Nadhani kwenye lugha hizo alizozisema Simbachawene hizo, huenda pengine ndo zilizomponza wasababu, nahisi serikali hii inataka watu fulani wenye roho mbaya tu ambao wale hawataki kinacho, ki, ki, kitakachoonekana kama chenye haki, yani kile kilichopotoka uchawa, uchawa ile namna ya kupongeza na vitu vya hovyo hivyo, labda pengine ndo vinavyotakiwa kwa sasa. Sasa mimi nikisoma maandiko yananiambia hivi, sikia Biblia inavyosema. Kwanza nisome maandiko katika Mithali hii sura ya 14 mstari e, wa 34 na naya soma soma, au tutayasoma soma sana ya maandiko, lengo yakae kwenye fahamu za watu. Wakati tunapokuwa tunaongea maneno haya tunakuwa tunaongea ili tukao, tunajaribu kuonyesha hii inaweza ikazaa nini, lakini pia uasi unaweza ukazaa nini. Nisome ya maandiko katika Mithali kumi na nne mstari wa thelathini na nne anasema hivi. Haki huinua taifa, bali dhambi ni aibu ya watu wote. Sasa haki huwa inainua taifa. Haki ndio inaweza, inaweza kafanya taifa likaendelea vizuri pasipo makelele. Sasa hii inaweza kuonekana e, ni sasa hivi unaweza kuzungumzia tu haki. Jamani tangazeni haki. Haki haki ipi wakati kuna watu wametekwa? Kuna watu ndugu zao wa, wametekwa mpaka leo wajue walipo wakinafa ni polepole, wakina mdude, wakina dosi soka, Hey, kina Lois mpaka nawezekana ajulikani alipo sasa hivyo, ndo unakuja unaanza kulazimisha watu, imbeni haki, isemeni haki, haki kwanza, haki kwanza I imbeni amani kwanza, amani ndo wanachokiimba sana, amani kwanza, haki baadaye. Amani kwanza, haki baadaye. Amani haiwezi kawepo pasipo haki. Hata Mwalimu Nyerere aliwahi kusema kwenye moja ya hotuba yake ya kwamba nchi yoyote au itakapokuwa imetokea haki ime- haionekani kwenye nchi, lazima patakuwa na vurugu. Mi niliwahi kusema kipindi fulani kwamba e, kama haya mambo yataendelea ya watu kutekwa watu kupotezwa, msifikiri wala msizani. Yawezekana ndiyo sasa hivi, yawezekana naona. Ah, mbona sasa hivi hata wa hivyo watanganyika wamekuwa wakimia, wamekuwa wakimia kwa sababu ya kutishiwa na hali zinazoendelea ambazo watu ukiwapoteza polisi msiwatafute. Lakini pia watu walivyouawa Oktoba 29, inawezekana sasa hivi ndo imepelekea watu sasa wamekuwa wanaogopa kuongea, kwa sababu ukiongea unakuwa ni adui wa serikali, na mwisho wa siku inawezekana watu sasa wameona acha tutunyamaze. Lakini nakuhakikishia na nawahakikishia sana, ambao pengine mnayafanya haya ya kupoteza na kuteka, tufanyeni kwa nguvu na kwa kasi, yaendelee kutrending, yaendelee kuwa na soundi kwenye famu za watu hufika hatua mwanadamu anaanza kujizira na kwanza kuona ni heli linikute lolote, afadhali linipate lolote, lakini kuliko hali hii inayokuwa inaendelea. Kwa mfano tunaweza tukawaza hivi, kuna hali fulani imeiona inaendelea, au akina Josefu Yona, akina Muhammad Kombo, ambao ndio kwa sababu umekuwa wanaongea ongea, michao michao mingi ambayo ndio kwa anaongea kwamba, au hawa watu walichochewa, au si walilipwa wengi kuna nyingine ile, niliona si ni mbunge gani ile, nimesahau tu jina yake kidogo, anasema kwamba wananchi wenyewe ndio walienda wakachukua waka silaha au risasi kwa polisi walinyang'anywa, wakaenda wakauana kwa waka wao. Eh, hivi ni kweli? kwenye hayo wanakuwa wana wana, nasema kweli haya, zile picha za wale watu ambao zilikuwa zinaonekana wale sima afisa salama wale wamevaa kofia hizo, hivi kweli, hawa watu hawa watu hawa hawa, ni raia hawa ni raia hawa ni raia. Haya, tuseme basi Mbeya, Arusha E, Mwanza Dar es Salaam kote ni raia tu ndo waliokuwa naenda chukua. Sasa wanaanza kuwapiga raia wenzao, ni maneno fulani yenye yenye yenye kuuzi sana. Sasa watu kama hao ndo pengine wanaotakiwa sana, yani wanao nena maneno ya, ya, makufuru maneno yenye mauzi hawa. Ah, kina Joseph Fonda wenyewe wanasema wanalipongeza jeshi la polisi la Tanzania kwa kulinda usalama kul, kulinda amani amani. Kuna watu wame, watu waliuawa kwenye ndo, ndo kulinda amani na mimi nimekuja nimesema, haya mambo yakiendelea haya haya haya, twendeni mbele, yatakujaga yatengeneze ya, ya, ya tena mfumo ule ule wa watu kuendelea kuona. Hapana, kuna haja, twendeni kudai haki, kwa sababu wanaodai haki hawataisha kwenye dunia. Fanyeni mtakaofanya, fanyeni mtakaofanya, lakini aminini na wambieni, wanaokuwa wanadai haki hawataisha kwenye dunia na kwenye nchi hii hawataisha, hawataisha ni usome na maandiko hayo mengine katika Mithali 29 mstari wa pili asema kwenye haki wakiwa na amri watu hufurahi, bali mwovu atawalapo watu huugua. Na naamini sana, naamini sana kama watu wakiendelea kuugua, watu wakiendelea kuugua, itafika hatua wataona ni heri kufa mara moja, lakini kuliko kufa ukiwa umepiga magoti, ukiwa unasujudia kila namna ambazo zitakuwa zenye mauzi zenye kukera. Mimi nawaonya na kuambia tu kwamba ikiwa kama ni sababu iliyopelekea Simbachawene kutolewa kwenye waziri kwa sababu tu ya kuongea kwamba polisi wasiende kwa sura hii, sasa imekuwa inapelekea sasa hivi tulipofikia, e, kiongozi wote wa serikalini akipata madhila yote akafa, au polisi wakapata ajali, watu wanafurahi e, kuna mmoja niona ni, ni msimu mbaji yule alipata ajali akagonga si ng'ombe, asema kuje ng'ombe kapona je hajafa eh yaani watu wanatamani kuona mnaonekana machao mnaonekana mnasifia upumbavu wanatamani kuona mmekufa sasa hapa tulipofika tumefika mbali sana tumefika mbali sana sasa hivi kila itakao trendi habari kwamba amekufa yule anasema afadhali bado tukachelewa chelewa kitokea si ajali imetokea viongozi si waziri anasema hajafa kweli anasema hiyo ajali ingerudiwa ndio tulipofikia hapo mimi niwaambie tu hakiwinua taifa kwa watu watu kama mtajiweka kwenye nafasi nyinyi wenye roho mbaya tu, mina hakika hali itazidi kuwa mbaya. Hali itazidi kuwa mbaya zaidi ya hapa tunapozidi kuiona na mwisho wa siku, tutakokwenda ni wapi? Tunakoelekea ni wapi? Tukishakuwa tuna kila kona, tuko na machawa kila kona, tuko na watu ambao watakuwa wenyewe wanapongeza kila aina ya mabaya, watakuwa wanawapata Watanganyika, tunaelekea wapi? We uliyesikiliza klipu hii maoni yako nini? komenti yako nini? itoe hapo. Neema ya Kristo Yesu iwe pamoja na. Kwa hiyo kwa we ulionisikiliza, hii ni sauti ya mtoto wa mtu aliye kutoka nyikani, anasema: itengenezeni njia Bwana, nyosheni mapito yake. Amen.